Saa chache tu baada ya kushinda kiti cha urais wa Korea Kusini Lee Jae-myung aliahidi kuwaunganisha watu katika hotuba yake ya kuapishwa kwake siku ya Jumatano. Hii ni Trig Media. Lee anaingia madarakani wakati ambapo taifa hilo la Korea Kusini likikabiliwa na mgawanyiko mkubwa ambao uliongezeka zaidi baada ya tamko la Rais Yoon Suk-yeol la sheria ya kijeshi iliyoleta mshituko kwa taifa zima. Nitaanza na kufufua uchumi na kuponya watu majeraha, aliambia hadhira katika bunge la kitaifa. Bila kujali ulimuunga mkono nani katika uchaguzi huu, nitakuwa rais wa watu wote. Lee ambaye aliwania nafasi hiyo kupitia chama cha Liberian cha Democratic alichaguliwa kwa takribani asilimia hamsini ya kura zote. Alilaumu misukosuko ya kisiasa nchini humo kutokana na makundi ya kisiasa yasiyo na nia ya, ya kufanyia kazi maisha ya watu. nitafanya kazi ya kuwaunganisha wananchi, alisema na kuongeza kuwa atakuwa rais anayemaliza siasa za migawanyiko. Hata hivyo alisema si kwamba atafanya mambo ya ndani tu bali hata kusimamia vyema sera za nje. Rais Lee ana changamoto za dharura za kigeni pia, kama vile kuendana na utawala mpya wa Marekani chini ya rais Trump na kusawazisha uhusiano wake na China na kushughulika na jirani yake wa karibu zaidi, Korea Kaskazini, ambayo kwa muda mrefu uhusiano wao umekuwa ukiyumba lipia ameahidi kujenga serikali inaweza kubadilika na inayotekeleza mambo na akatangaza kwamba kikosi kazi cha dharura cha kiuchumi kitaanzishwa mara moja. Historia ya marais katika taifa hili la Korea Kusini inaanzia mwaka elfu moja mia kenda arobaini na nane ambapo Ri Sangman, mwenye mrengo wa kushoto ndiye aliyekuwa rais wa kwanza wa Jamhuri ya Korea. Raisi aliyefuata alikuwa na mrengo wa kulia ambaye ni Park Chung Hee na ambaye ndiye aliyekaa muda mrefu zaidi madarakani kwani alikaa kuanzia mwaka elfu moja mia kenda sitini na moja hadi mwaka elfu moja mia kenda na sabini chini kushoto, Roh Tae-woo akiwa na mrengo wa kati kushoto yeye alichaguliwa wakati wa uchaguzi wa urais wa mwaka 1987 na kuwa rais wa kwanza kuchaguliwa kwa amu moja chini ya katiba ya kidemokrasia, na sasa ni rais Lee Jae-myung ambaye yeye ana mrengo wa kati. Hii ni TriGen Media.